Nimefika kufuatilia e, tukio ambalo limehusisha ajali ya magari mawili siku ya jana tarehe 31 mwezi wa 12 elfu mbili na ishirini na tano. Ajali hiyo ilitokea katika eneo la kijiji cha Maseyu ambapo panafahamika kama kona kali sana. Ajali hiyo imehusisha magari mawili kugongana uso kwa uso gari moja ambalo ni lori lilokuwa likitokea upande wa Dar es Salaam kuja upande wa Morogoro, lilikuwa likielekea huko mkoani Mbeya likiwa na shehena ya mbolea. Lakini gari jingine ni aina ya basi Mitsubishi Fuso lilokuwa likitokea kituo kikuu cha mabasi Msamvu hapa Morogoro, likielekea Tanga eneo la Mombo, na ilipofika maeneo hayo. Taarifa zinaeleza kwamba magari hayo yaligongana baada ya gari hilo lori kuhama upande wake na kwenda kugongana uso kwa uso na basi hilo na kupelekea magari yote hayo mawili kuungua na kuteketea. Lakini chanzo cha ajali hiyo kama nilivyotangulia kusema ni uzembe wa dereva wa gari hilo lori kuhama upande wake na kwenda upande mwingine na kugongana uso kwa uso na hilo basi. Wito, naomba nitumie fursa hii kutoa wito kwa madereva wote wa magari na vyombo vyote vya moto kuendesha kwa tahadhari sana, ili kuepuka ajali hizi ambazo zinachangiwa na uzembe mkubwa sana. Aa, kwanzia majira ya saa mbili kasoro tulipokea majeruhi wanaosadikiwa kupata ajali aa, maeneo ya mikese na majeruhi hawa walikuwa na changamoto mbalimbali. Majeruhi hawa walikuwa jumla ya ishirini na tatu kwa maana ya wanaume kumi na tatu na wanawake kumi, kati ya hao watoto walikuwepo watano. Majeruhi hawa wengi <coughs> walikuwa na mivunjiko mbalimbali kwenye miguu na majeraha mbalimbali kwenye kichwa na sehemu nyingine za mwili kati ya hawa ishirini na tatu watatu ndio waliokuwa po serious na wote waliweza kupata huduma stahiki. Uh, wengine waliingia operation jana usiku na waliweza kuhudumiwa na kwa asubuhi ya leo wanaendelea vizuri na, <clears throat> kati ya hawa ishirini na tatu majeruhi watano tunatizamia kuwaruhusu leo baada ya jopo la madaktari kujiridhisha kwamba wanaendelea vizuri na wanaweza kuendelea na matibabu mengine wakiwepo nyumbani au nje ya hospitali. na lakini hiyo hiyo, jana kuanzia majira ya saa tano mpaka saa saba tulipokea maiti aa. Walikuja kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza walikuja majira ya saa tano tulipokea maiti nane. Aa, kati ya hizo nane kulikuwa kuna wanaume sita na wanawake wawili kwenye basi, basi la Mawio mm. E, changamoto iliyotokea kwamba ile basi la Mawio lilikuwa kwenye laini yake, sema lilikuwa spidi mm. Sa lilivyokuwa spidi mm. kulikuwa kuna roli mbele na lilikuwa lina overtake. Sasa mm. yule mwenye basi akawa akashindwa control kwa sababu alikuwa naona alikuwa anakwepa, lakini ile lori lilikuwa linakuja. Kwa hiyo hmm, akakutana uso kwa uso hmm, sikastuka tu tumepinduka tuko chini okay. Yeah, mimi kwenye kujiokoa, bahati nzuri dirisha langu lile lilikuwa wazi, nikajikokota mda huo, wakati huo nishavunjika mguu. Uh, nikajikokota okay, mguu wa short yeah, mara pembeni gari lile lingine lishaanza kuwaka moto kajikokota nikatoka kwenye ile dirisha, kajikokota mpaka ng'ambo ya barabara nikapata msaada, niko hapa hospitalini. Kwa tukio bongo chache bwana, kama ndugu yangu hapo. Tumetoka hapo Msamvu vizuri, tunaelekea mimi, ika naelekea Tanga kama nilivyoongea awali, natumeenda mwendo ulikuwa mzuri, sio mbaya sana, ila njiani a kuna mvua kubwa sana. Katika ile mvua tumeenda mpaka kupita mikesi hapo kufika mbele ndio driver wa lori ambao amba amba amba alikuwa anatoka Dar es Salaam anakuja huku ndo alitusababisha ajali. Na bwana alivota alivota alivota ile sehemu ambayo si salama na akatugonga sana. Yaani, baada hapo mimi tena sikuelewa hicho kwa sababu baada hapo mimi nilishtukia tu kwamba nimetoka nipo kwenye kwenye mtaroni kwenye nyasi